Kisa cha Nabii Eliya alivyopaa kwenda mbinguni kwa gari la moto. Jua lilikuwa linaanza kuchomoza juu ya vilima vya Gilgali, anga likiwa safi na upepo mwanana ukivuma taratibu. Katika utulivu huo wa asubuhi, alionekana mtu mmoja mwenye sura ya uthabiti na roho iliyojaa moto wa Mungu. Huyo hakuwa mwingine bali ni Nabii Eliya wa Tishbi, mtumishi wa Mungu aliyejulikana kwa ujasiri wake wa ajabu na matendo makuu ya imani. Kwa miaka mingi, Eliya alikuwa amesimama kama taa ya Israeli, akiikemea dhambi, akiita moto kutoka mbinguni na kuonyesha kwamba Yehova ndiye Mungu wa kweli. Lakini sasa ulikuwa wakati wake wa kuondoka duniani. Mungu mwenyewe alikuwa amemuonya kwamba siku ya safari yake imefika. Lakini safari hii haikuwa ya kawaida. Hakuondoka kwa mauti kama wanadamu wengine. Aliahidiwa kuondoka akiwa hai, akipaa kuelekea mbinguni kwa gari la moto. Wakati huo Eliya alikuwa na mfuasi wake mwaminifu Elisha, kijana mwenye moyo wa utii na kiu ya kumjua Mungu. Tangu siku waliomfuata Eliya kutoka shambani, hakumwacha kamwe. Sasa siku hii ilikuwa siku ya maamuzi. Siku ya kujua kama Elisha ataendelea kuwa na mwalimu wake hadi mwisho. Eliya alimjeukia Elisha na kumwambia kwa upole, Baki hapa, maana Bwana amenituma mpaka Betheli. Lakini Elisha akajibu kwa ujasiri, Kama Bwana aishivyo na kama nafsi yako iishivyo, siwezi kukuacha. Wakaendelea pamoja. Njiani walitembea katika utulivu huku roho zao zikizungumza zaidi kuliko maneno. Walipofika Betheli, wana wa manabii waliokuwa pale walimjia Elisha na kumuuliza, "Je, wajua ya kuwa leo Bwana atamnyanyua bwana wako juu yako?" Elisha akawajibu kwa sauti ya unyenyekevu, "Na yajua, lakini nyamazeni." Kwa mara nyingine Eliya akamgeukia na kusema, "Baki hapa, maana Bwana amenituma mpaka Yeriko. Lakini tena Elisha hakukubali kuachwa. Urafiki wao ulikuwa wa rohoni, si wa kimwili tu. Wakaendelea safari. Walipofika Yeriko, wana wa manabii waliokuwa pale walitoka tena na kumwambia Elisha, "Je, wajua kuwa leo Bwana atamnyanyua bwana wako juu yako?" Elisha akajibu, "Na yajua, nyamazeni." Eliya akamgeukia tena na kusema, "Baki hapa." Maana Bwana amenituma Yordani." Lakini Elisha akasema tena, "Kama Bwana aishivyo na kama nafsi yako iishivyo, siwezi kukuacha." Wakaendelea wakavuka njia ya mawe na vumbi hadi walipofika ukingoni mwa mto Yordani. Wana wa manabii hamsini wakasinoma mbali wakiwatazama kwa makini. Kisha Eliya akachukua joho lake, akalikunja akaligonga maji ya Yordani, maji yakatengana pande mbili, kama siku ile ya Musa. Wakaenda katikati ya mto wakiwa kwenye ardhi kavu. Ni picha ya nguvu za Mungu zikifanya njia palipo hakuna njia. Walipovuka, Eliya akasimama, akamtazama Elisha kwa macho ya huruma na hekima. Niambie, nikutendee nini kabla sijachukuliwa kutoka kwako? Elisha hakuomba mali wala heshima wala maisha marefu. Aliomba kitu kibwa zaidi: naomba sehemu mara mbili ya roho yako iwe juu yangu. Eliya akatabasamu. Hilo lilikuwa ombi la ujasiri wa kiroho. Akamwambia, umeomba jambo gumu, lakini likitokea, utaniona nikipaa kutoka kwako utapata, la sivyo hutapata. Maneno hayo yalikuwa kama ahadi na mtihani kwa wakati mmoja. Elisha alijua lazima macho yake yakae kwa mwalimu wake hadi mwisho. Walipokuwa wakitembea na kuzungumza, ghafla anga likawa na mgurumo wa ajabu. Upepo mkali ukaanza kuvuma, vumbi likapanda juu, miti ikayumba, na anga likafunikwa na mwangaza wa moto wa mbinguni mara ya gari la moto likiwa limevutwa na farasi wa moto likashuka kutoka mbinguni kwa kasi kama radi, lilitokea kati yao, likawatenganisha. Elisha aliinua macho yake, akaona mwalimu wake Eliya akipaa juu ndani ya gari hilo la moto, akichukuliwa na upepo wa kisulisuli kuelekea mbinguni. Elisha kapiga kelele kwa sauti ya huzuni na heshima, "Baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake!" Na mara Eliya akapotea machoni pake, akipaa katika uangavu wa milele. Elisha akabaki peke yake, machozi akimtiririka ya, lakini moyoni mwake kulikuwa na nguvu mpya. Akaona joho la Eliya limeanguka chini, ishara ya urithi wa kiroho. Akalinyanyua kwa mikono yenye heshima na hofu. Kisha akarudi kwenye ukingo wa mto Yordani, akasimama pale ambapo alipovuka mara ya kwanza. Akaangalia maji yaliyokuwa yakitiririka kwa nguvu, kisha akapiga kelele, yuko wapi Bwana Mungu wa Eliya? Akaligonga maji kwa lile joho na mara maji yakatengana tena, ishara ya kwamba roho ya Eliya ilikuwa juu yake. Wana wa manabii waliokuwa mbali waliona, wakasema kwa mshangao, Roho ya ya Eliya imekaa juu ya Elisha. Kisa hiki si simulizi tu, bali ni ujumbe wa kina kwa kila mmoja wetu. Kwanza, kinatufundisha kwamba uaminifu kwa Mungu na kwa wale wanaotufundisha ni ufunguo wa kupokea urithi wa kiroho. Elisha hangeweza kurithi roho ya Eliya kama angeacha njiani. Vivyo hivyo, baraka nyingi hutoka kwa uvumilivu na ufuatiliaji wa kweli hadi mwisho Pili, kinatukumbusha kuwa Mungu hana mipaka. Anaweza kumpandisha mtu mbinguni bila kufa, anaweza kutengana maji, anaweza kufanya moto kuwa gari la heshima. Ni Mungu yule yule ambaye bado anatenda leo. Tatu, tunajifunza kuwa kila kizazi kina urithi wa kiroho wa kupokea. Kizazi cha Elisha kilihitaji kuendelea pale Eliya alipoishia. Vivyo hivyo kizazi cha leo kinaitwa kuendeleza kazi ya Mungu kwa imani ujasiri na roho ya maombi. Na nne, tunajifunza kuwa Mungu huwapa wateule wake njia ya kipekee ya kuondoka, njia ya heshima na ushindi. Eliya hakuondoka akiwa ameshindwa, bali akiwa amekamilisha kazi yake kwa utukufu. Gari la moto lililomchukua Eliya ni ishara ya utukufu wa Mungu unaoleta ushindi juu ya mauti nguvu ya Roho Mtakatifu inayowachukua wateule katika kiwango kipya cha kiroho, na ishara ya wokovu wa milele, ambapo watu wa Mungu watanyakuliwa kwenda kumlaki Bwana mawinguni. Moto huo haukuja kumchoma Eliya bali kumtukuza. Ndivyo ilivyo kwa wale wanaotembea kwa uaminifu; moto wa Mungu hauwaangamizi bali unawainua. Baada ya tukio hilo Elisha alianza safari yake kama nabii mkuu wa Israeli, akatenda miujiza mingi, akaponya maji yaliyokuwa machungu, akazidisha mafuta ya mjane, akamfufua mtoto aliyekufa. Na hata baada ya kufa kwake, mifupa yake ilimfufua mtu aliyekuwa amekufa. Hayo yote yalithibitisha kuwa kweli alipokea roho mara mbili ya Eliya. Kisa cha Eliya kupaa mbinguni kilibaki kuwa ishara ya matumaini kwa vizazi vyote kwamba kuna maisha baada ya dunia hii, na kwamba wale walioaminifu watanyakuliwa kwa utukufu ule ule wa moto wa Mungu. Tafakari kidogo. Je, ungependa siku moja upae kama Eliya? Sio kwa gari la moto, bali kwa neema ya Mungu, pale Bwana Yesu atakaporudi akiwachukua wake waliotunza imani hadi mwisho. Kisa hiki kinatualika tuishi maisha ya uaminifu, kusikiza sauti ya Mungu na kutembea kwa ujasiri hata pale njia inapokuwa ngumu. Maana kama Eliya alivyoitwa, ndivyo nasi tunavyoitwa kuwa mashahidi wa nuru katika dunia yenye daza. Moto wa Mungu bado upo, gari la utukufu bado lipo. Swali ni, je, uko tayari kupaa naye? Kama umeguswa na simulizi hii ya kushangaza ya Eliya kupaa mbinguni kwa gari la moto, basi usiache kutuunga mkono. Bonyeza kitufe cha subscribe kwenye channel yetu Biblia Voice Kiswahili, like video hii kama imetia moyo wako, toa maoni yako kuhusu unachoamini kimekufundisha na share video hii na marafiki zako, ili injili ya kweli iendelee kusikika kila kona ya dunia. Kumbuka, kila simulizi ni funzo la imani, na kila sauti ya Biblia ni mwanga wa wokovu. Hivyo, usikose simulizi linalofuata, maana Biblia Voice Kiswahili ni mahali ambapo neno la Mungu linaishi tena kwa sauti na uhalisia.